Hili halikupaswa kuwa goli. Ninarudia, kwa jinsi ambavyo ilianza ili hapa, halikustahili kuwa goli kwa sababu tayari kulikuwa na faulo, lakini kwa sababu refari hakuzingatia hilo, basi ikaitwa goli. Lakini em, tuanzie hapa. Kitu ambacho alifanyiwa mligo hapa, alifanyiwa faulo ya wazi kabisa. Nimekuwekea kwenye slow motion, alafu tuanzie uchambuzi wetu hapa, ambapo huyu mchezaji aliweza kupiga mguu wa Mligo, na wala ukiskani vizuri hapa, hakuna sehemu ambapo aliugusa huu mpira. Kwa hivyo kwa vyovyote vile hii hapa ilikuwa ni faulo ya wazi kabisa, jambo ambalo liliwafanya eh, mabeki pamoja na wachezaji wa Simba wote wafikirie pengine refari angeweza kupuuliza kipenga baada ya mwenzao kudondoka na mpira kuwa umetoka sehemu ambapo alikuwapo. Na hapo ndipo sehemu ambapo mashambulizi yalijengwa. Maana yake mashambulizi yalianza kujengewa hapa ambapo makosa yalifanyika jambo ambalo halikustahili kuanza hivyo kwa sababu tayari ilikuwa ni faulo . Sasa mashambulizi hayo yakaanza kwa kasi, huku wachezaji wa Simba wakiwa hawajajiandaa kwa sababu ya saikolojia ya faulo ambayo ilifanyiwa, eh, alifanyiwa Mligo. Kwa hivyo huyu mshambuliaji akaamua kugawa pasi, pasi ambayo ilienda moja kwa moja kwa mwenzake na kuzaa matunda. Eh, baada ya kupokea ile pasi akarudisha, lakini sasa huyu mchezaji wa Petro di Rwanda akaamua kuchukua maamuzi ya kupiga golini na kupatikana kwa goli hili. Kwa hivyo, kwa vyovyote vile, tunaweza tukasema refari anaweza kuwajibika kwa upatikanaji wa goli hili kwa sababu goli mashambulizi yake yalianzia kwenye faulo ya wazi kabisa ya asilimia mia moja ambayo alifanyiwa Mligo wa Simba Sports Klubu eh, jambo ambalo liligharimu Simba Sports Klubu na kuwaacha mashabiki wakiwa wanakuna vichwa, wengine wakiwa hawaamini kile ambacho wamekiona. Sasa, kwa jinsi ambavyo nimekuelezea na jinsi ambavyo umeona video na mashambulizi yalivyoanza kujengwa hapo sehemu ambapo alifanyiwa faulo Mligo, wewe pia unaweza kundondoshea komenti yako hapo chini, ukiniambia, je, hili lilistahili kuwa goli ama lingeweza kuwa goli kama mligo asingefanyiwa faulo? Faulo ambayo iliwapumbaza wachezaji wa Simba Sports Club. Nidondoshee komenti yako hapo chini, ukiniambia, je, Lefali anastahili kubeba lawama za goli hili la Simba Sports Club ama hastahili. Halafu kisha like na shana wengine, ili tuweze kupata maoni mengi zaidi. Nikukumbushe, mimi ni adimini wako jezi siokuwa na namba uwanjani, mfukunyuzi wa masuala ya kandanda, wengi wananifahamu kama mtu safi akpoa. Nikuage kwa sasa, tukutane wakati mwingine ambapo tutakuletea ufukunyuzi wa data nyingine za kimchezo. Baibai kwa sasa, tukutane wakati.